Moyo na kulinda na kusuti ambalo umepamba poma alimozaliwa huyu mtoto. Kama huyu mtoto atamchua Mungu mapema, ni kwa sababu umeyeamusha imani yake, akapata fahamu ya Mungu ni kupitia pako, chombo kikuu cha upendo wa mtoto atawezeshwa kupata wazo la kwanza la kuhusu Mungu. Sasa, <coughs> huyu ataona hakikisho la Mungu katika macho yako unapoinama na kupika makoti naye. Hii ni ya hiyo ni ya mama mama mama, mama, mama, ya mtoto ingali, hii ni yako. Usitupe njiani. Eh? Usione kama ni kiafu utupe kwa barabara. Ukifika kwa nyumba yenye mtoto alifanya nini? Haya. Huyu mtoto anaitwa nani? Mokan. Kwako, eh.